Kama haujasaini kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani za mwaka elfu mbili na ishirini na tano basi hautoshiriki uchaguzi. Kanuni za maadili ya uchaguzi wa mwaka huu, mwaka ambao Tanzania inakwenda kufanya maamuzi muhimu kabisa ya kupata viongozi watakaoendesha gurudumu la ugawaji wa rasilimali za Tanzania, kuhakikisha kila mtu anapata furaha na amani kupitia ibara au kifungu cha kwanza sehemu ya tano a ah, kinasema kwamba vyama ambavyo havitosaini kanuni hizi za uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani za mwaka 2025 hakitoshiriki uchaguzi. Kanuni hizi za maadili ni nini? Mtazamaji wa Walking Bridge, karibu tena ndani ya uchaguzi Unleashed hii ni episode ya saba na hapa nitakwenda kudadavua kiundani kanuni za maadili ya uchaguzi kuwa ni kanuni gani hizi. Tunafahamu kwamba ndani ya April 18 kanuni hizi ziliweza kuwekwa wazi, ambapo April 12 mwaka 2025 vyama mbalimbali, serikali, lakini pia tume ya uchaguzi viliweza kuketi pamoja na kusaini kanuni hizi, katika vyama 19 vilivyopo Tanzania, isipokuwa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, hakikuweza kusaini kanuni hizi. Hii ina maana gani kwa chama hiki kuto kusaini kanuni hizi? Na leo tuangalie, je, kanuni hizi zilikuwa na madhara au chama cha demokrasia na maendeleo kilipuuzia tu? Na ewe mwananchi wa kawaida, unaelewa nini unaposikia kanuni hizi za maadili ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano? Kanuni za maadili ya mwaka 2025 ni kanuni mpya ambazo kanuni hizi zimekuja kusimama juu ya kanuni zote zilizowahi kupita ikiwemo kanuni za uchaguzi, kanuni za maadili ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini. Kanuni hizi ndiyo zitakazoongoza uchaguzi wa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Kanuni hizi zimetengwa chini ya sheria mpya ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne, kifungu namba mia moja sitini na mbili ambacho kinaeleza ni lazima kutokuwa kanuni hizi, kanuni ambazo ndio msingi wa uendeshaji wa uchaguzi kuiongoza tume, tume huru ya uchaguzi, vyama vya siasa, serikali na watendaji wake, lakini pia wananchi na wadau mbalimbali wanaoshiriki uchaguzi hapa Tanzania. Katika uh, kanuni hizi uh, za uchaguzi za uh, urais wa bunge pamoja na madiwani za mwaka 2025 tunaona kuna wahusika. Wahusika hawa ni wahusika wakuu wa nne. Na mhusika namba moja ambaye nimekuwa nikimzungumzia mara zote katika e, uchaguzi Unleashed ni vyama vya siasa. Tunafahamu kwamba hakuna uchaguzi isipokuwa chama cha siasa, ambapo kupitia ibara ya sitini na saba hapa Tanzania tunaona kuna vyama vya siasa ambavyo ndio vinavyotoa wagombea katika nafasi mbalimbali ikiwemo rais wa bunge pamoja na madiwani, na kama tulivyoona katika uchaguzi wa serikali za mitaa kuli kuwepo vyama vya siasa. Chama cha siasa ndio msingi namba moja na ndiye mdau mkubwa na muhusika wa kanuni hizi za uchaguzi. Muhusika namba mbili ni wagombea, na muhusika namba tatu ni serikali. Muhusika namba nne ni Tume ya Uchaguzi. Natamani kungekuwa na muhusika na namba tano ambaye ni mwananchi, ambapo wagombea vyama vya siasa, serikali na tume uchaguzi, vyote vinawajibika kwenda kuwatumikia wananchi, kuhakikisha wananchi wanapata viongozi bora. Sasa wananchi hawajawekwa katika, e, katika kanuni hizi kuonesha wao wana nafasi gani? Sasa msikilizaji, mtazamaji wangu utambue kwamba chama cha demokrasia na maendeleo hakikusaini kanuni hizi, ambapo ukiangalia katika sehemu kabisa ya mwisho ya kanuni hizi za uchaguzi tunaona kwamba kifungu E, cha sita moja serikali imesaini kuthi, kuthibitisha kuzitii hizi kanuni, lakini kifungu namba sita mbili tume, tume huru ya uchaguzi imesaini kuthibitisha kuzitumikia na kuzilinda kanuni hizi, lakini pia kuzisimamia na kuzitekeleza kanuni hizi, lakini pia kifungu namba sita tatu vyama vya siasa vikiwemo vyama kumi na nane isipokuwa chama kimoja ambacho ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Vyama hivi vimesaini kuzitii kanuni hizi za uchaguzi. Na sasa tuangalie ni kwa vipi sasa vyama hivi vitaenda kuwajibika katika kanuni hizi. Unajua kwamba kanuni kama zilivyoelezwa kwamba ndio msingi wa uchaguzi wa mwaka huu 2025. Kanuni hizi zinaonyesha e, masuala mbalimbali ya kuzingatia lakini masuala mbalimbali ya kuyaepuka na pia vyombo mbalimbali ambavyo mbali vitasaidia kutoa haki na kuhakikisha kwamba kuna uhuru katika uchaguzi huu, kuna uhuru na usawa katika uchaguzi huu, kwa sababu unaweza kukaa na uhuru lakini hakuna usawa. Sasa tume ya uchaguzi kupitia kanuni hizi inaenda kuhakikishia wananchi, vyama vya siasa, serikali na wadau mbali mbali wanaoshiriki katika uchaguzi kwamba wako huru na wako na haki na wako pia na usawa katika kushiriki uchaguzi huu na sasa vyama vya siasa kupitia kanuni hizi vina wajibu ufuatao. Kwanza, kuheshimu na kufuata Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, ambapo katiba hii ndio inavipa nafasi vyama hivi vya siasa kwamba vitakuwepo kwa ajili vita ya kushiriki uchaguzi. Lakini wajibu mwingine wa vyama vya siasa ni kuwaelimisha wananchi wao, wananchi ambao ni wanachama ambao ni wadau na wafuasi wa vyama vyao, kuhakikisha kwamba wanafuata sheria, wanaepuka vurugu, wanaepuka matusi, wanaepuka uhasama katika uchaguzi. Chama cha siasa, vyama vya siasa Tanzania vimesaini kanuni hizi kuhakikisha vinatekeleza wajibu huu. Lakini pia vyama vya siasa vina wajibu, pamoja na wajibu mwingine wote, kutogonganisha ratiba kila chama kinatakiwa kuweka ratiba yake na kufuata ratiba kama ilivyopangwa na Tume ya Uchaguzi, kuhakikisha kwamba sio kwamba mimi naenda kufanya ka, e, kampeni zangu kawe, mimi chama cha demokrasia na, ma, na maendeleo. Chama cha demokrasia na maendeleo hakipo by the way. ACT ipo inafanya uja, inafanya kampeni zake pale, kawe, na CCM nao wanaenda kufanya kampeni zao hapo hapo. Kanuni hizi zinavitaka vyama vya siasa kuepuka mgongano huu na kuripoti mgongano huu mara moja kupitia kamati mbalimbali mbali za uchaguzi ambazo zimewekwa kamati za kimadi ambazo zimewekwa ili kutatua e, mgongano huu wa kiratiba. Chama vyama viwili haviwezi kufanya kampeni katika sehemu moja. Natambua kwamba vyama hivi vinakuwa na itikadi tofauti tofauti, na hivyo kuviweka vyama pamoja inaweza kupelekea ugomvi. Hizi ni kanuni za uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani kwa mwaka 2025, kanuni ambazo ndiyo msingi wa uendeshaji wa uchaguzi huu wa huru, usawa na haki. Kanuni pia zinataka vyama vya siasa hivi visifanye mambo yafuatayo, pamoja na mambo mengine yote. Kwanza, kutokufanyia fujo chama kingine katika mikutano yake ya kampeni. Sio chama fulani kinafanya kampeni mahali fulani, basi wanatokeza watu wanaenda kufanya fujo pale itakuwa sa ajabu sana vyama vilivyo sign uh, hizi au kanuni hizi kujitokeza kwenda kufanyia chama kingine fujo pale kinapofanya kampeni. Sasa wewe kama ni mwanachama wa chama fulani, ukienda kufanya fujo, chama chako ndicho kinachohesabika kwamba kimefanya fujo. Sasa kama unakipenda chama chako, epuka kukiingiza chama chako katika matata. Na ndio maana tangu mwanzo, wakati naanza kupresent jambo hili, nilisema kwamba wananchi walisahaulika. Wananchi nao walitakiwa wawekwe katika kipengele kimojawapo katika kanuni hizi ili kumwelewesha mwananchi kwamba na yeye ana wajibu gani, anatakiwa kutii misingi gani katika uchaguzi. Na sasa wanachama wanaweza kukikosi chama katika uchaguzi aidha e, chama kikafutwa au mgombea akafutwa kutokana na tabia mbalimbali zinazoweza mbali kufanya kwa ma, na mwanachama. Tunaona katika mpira wa miguu jambo lolote likifanywa na mashabiki wa timu fulani, timu ndio inawajibika jambo utakifanya na mwanachama fulani chama, chama ndio kinawajibika otherwise iwe ni crime ambayo mwanachama mwanachama husika atatakiwa kuwajibika aidha ameua mtu amepiga mtu lakini kama atafanya jambo hilo kwa kutumia mwamvuli wa chama chama kitawajibika vyama pia vinaaswa kuwajibika kutotumia lugha ya matusi kejeli Uba, kufa, kuonesha ubaguzi wa kijinsia, kuonesha ubaguzi wa rangi, na kuonesha ubaguzi wa kimaumbile kutokana na ulemavu au ulemavu wa, wa miguu mikono au ngozi, kumnyanyapaa mtu. Vyama havitakiwi kufanya jambo hili. Tunafahamu kwamba moto wa uchaguzi, chemchemu ya uchaguzi, ule moto mkali kupelekea mambo mbalimbali, lakini tunaweka misingi hii ili vyama hivi viweze kuifuata na kuepusha eh, ajali mbalimbali mbali za kutokea katika siasa. Lakini pia vyama vinapaswa, vimesaini hizi kanuni, kutotumia viongozi wa dini au eh, nyumba za ibada kufanya kampeni. Tunafahamu kwamba katika nyumba za ibada ndiko watu wengi huwepo, na ndiyo mtaji mkubwa sana wa mwanasiasa yoyote yule, kwamba mahali pale panapokuwa na watu ndio hapo panapokuwa na kura. Na sasa viongozi wa siasa vyama vya siasa wame wanapaswa kutekeleza e, kanuni hii ya kuto kutumia viongozi wa dini, nyumba za ibada kufanya kampeni. Wengine watawalika viongozi wa dini katika kampeni zao wakianza wakisema kwamba tunaanza na Mungu tunamaliza na Mungu. Unafahamu kwamba kanuni hizi zimekuja kama mbadala wa kanuni zingine zote zilizopita. Mwaka 2020, mwaka 2025 tumeona namna ambavyo kulikuwa na ajali mbalimbali za kisiasa. Viongozi mbalimbali wa kidini walikuwepo moja kwa moja kuwaombea watu kura. Lakini pia watu mbalimbali mbali waliweza kufika katika nyumba za ibada na kuweza kuomba kura huko. Sasa Tume ya Uchaguzi imeweza kuangalia makosa yale ambayo yamefanyika nyuma na kuja na kanuni mpya ambazo zitasaidia sasa kuendesha uchaguzi wa mwaka huu 2025. Kuna watu huwa na tabia moja mbaya sana wakati wa kampeni. Usije ukajichanganya na ukaonekana unabandua e, mabango ya chama kingine au mabango ya mgombea ambaye anagombea. Ni kosa kupitia kanuni hizi. Utakapoonekana ukifanya kubandua mabango haya, basi kanuni hizi zitakuwajibisha wewe kimaadili. Hautakiwi chama hakitakiwi kubandua mabango ya kampeni ya chama kingine, mabango ya mgombea wa chama kingine. Hata kama ningekuwa nagombea mimi, umebandika mabango yako, unakuta mtu anabandua mabango, amekufanya nini? Toa sera ili watu waweze kukuelewa. Na sasa ee, kanuni hizi hazijaegemea tu upande wa vyama vya siasa. Kanuni hizi zimeweka mambo yafuatayo kwa watendaji wa serikali kuyazingatia. Nafahamu kwamba uchaguzi unapoenda kufanyika bado serikali huwa na wajibu wa kuendelea kuwatumikia wananchi kwa wana kwa kutoa huduma mbalimbali. Na sasa inawezekana kiongozi wa serikali aidha e, ni waziri au mbunge, au a, no, no, no, mbunge, atakuwa, mbunge atakuwa italishavunjwa waziri eh, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, sijui katibu kata kuendesha shughuli ambazo zitaenda kukinzana au zitaenda kuingiliana na kampeni za chama fulani. Sababu za makusudi za kiongozi wa serikali waziri mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa kuanzisha tu msafara ambao unaenda kuweza ku, kukiingilia ku chama cha siasa wakati wa kampeni itakuwa ni kosa kisheria. Na kwa sababu serikali pia imesaini kanuni hizi, viongozi hawa watawajibika kwa kuto kutekeleza na kusimamia na kuzitii kanuni hizi za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Tume ya Uchaguzi inapaswa kufanya nini? Tume ya Uchaguzi inaelekezwa katika kanuni hizi za uchaguzi za mwaka 2025 kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, tume nayo na pia inapaswa kuzingatia katiba. Tume si Mungu. Tume haisimami yenyewe kama yenyewe. Tume ipo kwa mujibu wa katiba lakini pia nayo inatakiwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na, na tume pia imesaini kanuni hizi tukumbuke. Lakini pia tume imesaini kutoa nafasi sawa kwa vyombo vya, vya, kwa vyama vya siasa. Nafasi sawa kuanza kupata ratiba, lakini nafasi sawa katika kupata taarifa mbalimbali, nafasi sawa katika kuhakikisha zina uwakilishi wa mawakala, nafasi sawa katika kupata wagombea, nafasi sawa katika kila kitu, ili kuhakikisha kwamba kunakuwa huru na haki. Unajua kwamba kunapokuwa hakuna usawa mahali popote, hakuwezi kuwa haki, kwa sababu watu wengine wanakuwa wananungunika na kuona mtu fulani anapendelewa. Hauwezi kuwa huko katika mazingira ya upendeleo na ukadai kwamba unatoa haki. Tume ya Uchaguzi inapaswa kuzingatia kutoa nafasi sawa kwa mujibu wa kanuni hizi kwa vyama vyote vya siasa. Lakini pia tume ina wajibu wa kutoa elimu ya mpiga kura kwa wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia tume inatakiwa kusimamia mambo yote ya ndani na nje yanayohusu uchaguzi wa mwaka huu 2025, uchaguzi utakofanyika, na chaguzi zingine zote zitakazofanyika ndogo na kubwa ndani ya mwaka huu, kuanzia mwaka huu 2025 mpaka mwaka 2030. Kusimamia mambo haya, tume hii inatakiwa kuyasimamia ipasavyo kwa wakati, Timely. Upatikanaji juu vifaa vya upiga kula, masanduku na kila kitu. Tumesema tunapiga kula kuanzia saa mbili na nusu, basi tume ya uchaguzi ihakikishe kwamba vifaa viko pale everything. Tume uchaguzi inawajibika kufanya hivyo. Tume kupitia kanuni hizi, kuna kamati mbalimbali za kimaadili ambazo zinaenda kusimamia uchaguzi huu kuanzia uchaguzi wa kata ambako ni madiwani, jimbo ambako ni wabunge, lakini taifa ambako ni raisi na sasa e, serikali imesaini, viongozi wa vyama vya siasa wamesaini, tume ya uchaguzi imesaini. Kinachofuata ni utekelezaji wa kanuni e, za maadili ya uchaguzi wa mwaka 2025. Nimesoma kanuni hizi kwa undani kabisa, kanuni ambazo zimetolewa na tume ya uchaguzi na kuwekwa katika tovuti yao, zinapatikana bila kificho kabisa. Kila mwananchi timamu anapaswa kwenda kuzidownload na kuzisoma kanuni hizi. Lakini pia unaweza kutembelea kupitia ukurasa wa tume ya uchaguzi wa Instagram, utakuta pale kuna barcode imepostiwa, na unaweza kuiskani na kuzipata kanuni hizi zikiwa katika document, utakuta nakala zilizosainiwa zi maeneo yaliyosainiwa na serikali maeneo yaliyosainiwa na Tume ya Uchaguzi na maeneo yaliyosainiwa na vyama mbalimbali mbali vya siasa na eneo ambalo liko wazi ambalo Chama cha Demokrasia na Maendeleo hakijasaini. Lakini tujiulize, je, kwa nini chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo hakijasaini? Hatima ya chama kisichosaini iko wazi kupitia kanuni hizi ambazo zimekubalika na serikali, tume pamoja na, wa, na vyama vyote vya siasa hapa Tanzania kutokuwa sababu gani ya kufanya chama cha ch ch Chadema kushiriki uchaguzi mwaka huu 2025. Kampeni yao ya No Reform, No Election inawezekana, mwaka huu 2025 wamechelewa au wana lengo la kuvuruga uchaguzi. Hayo ni mambo ambayo wananchi wa kawaida wanapaswa kujiuliza baada ya kuzisoma kanuni hizi na kuzielewa na kuona kwamba je, serikali ilikuwa ina laki wapi? Ilikuwa ina, ina gap mahala gani ambapo Chadema imeshindwa kusaini? Lakini sa, Chadema walikuwa na sababu za msingi za kutokusaini kanuni hizi kama Chadema wangesaini kanuni hizi, kanuni ambazo ziko chini ya sheria ya uchaguzi wa, wa rais, wa bunge na madiwani wa mwaka 2024, sheria ya mwaka 2024 ambayo Chadema hawakubaliani nayo, na katiba ambayo Chadema wanataka ibadilishwe kuwa katiba mpya, ambao katiba ambayo Chadema pia hawakubaliani nayo. Kama wangesaini kanuni hizi, wangeonesha kwamba wanakubaliana na kila kitu ambacho kinaendelea katika mifumo ya sheria na uchaguzi ambayo ipo Tanzania ndio maana Chadema wameamua kutokuzisaini na na uhakika Chadema kwa kutokuzisaini kanuni hizi wameamua kuto kushiriki uchaguzi wa mwaka huu na elfu mbili na ishirini na tano. Shangaa kuona wadau mbalimbali ambao ni wakereketwa na wanadhani kwamba Chadema ina haki pasina shaka kushiriki uchaguzi huu. Kanuni ziko wazi, zimeonyesha kwamba CHADEMA kwa kutokusaini kanuni hizi haitoshiriki. Si CHADEMA tu, hata CCM, ACT Wazalendo, CUF na CCR mageuzi, kama wasingilisaini kanuni hizi. Wamekubaliana nazo, wameshirikiana na tume katika kuziandaa, kama wasingilisaini, basi wasingeshiriki shiriki uchaguzi wa mwaka 2025. Inawezekana hatuoni mbele na yapaswa tuweze kufumbuliwa na ule ambaye anatazama mbele. Najua kwamba kipofu akiongozwa na kipofu mwenzake wanaweza kudumukia ndani ya shimo. Kama kuna mahali ambapo tunaodhani kwamba tunatakiwa kurekebisha katika uchaguzi huu, kwa kutokishi kwa chama muhimu, chama kikubwa, chama cha mifumo imara baada ya CCM, hakitoshiriki uchaguzi, basi uchaguzi huu unaweza ukakosa mvuto kwa namna moja ama nyingine au kama vipo vyama vingine ambavyo vinaweza kuwapa wananchi wana fursa ya kupata machaguo mbalimbali mbali. Basi tutegemee kuwa na uchaguzi bora kuliko chaguzi zote zilizowahi kupita katika nchi ya Tanzania. Tuombee nchi yetu ya Tanzania kuweza kupata u, u, uchaguzi bora, uchaguzi wa haki na uchaguzi wa amani. Kwani kama nchi hii itaparanganyika, basi nasi tutavurugika na kupoteza dira. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania, Mwenyezi Mungu mbariki kila mmoja. Tafadhali usiache kusubscribe channel ya Walking Bridge, uweze kujua mambo mbali mbali yanayoendelea katika uchaguzi mwaka huu 2025, lakini pia niweze kukufumbua e, kuhusu masuala ya uchaguzi kupitia Uchaguzi Unleashed. Hii ilikuwa episode ya saba. Tafadhali, kutane wakati mwingine. Langu jina ni Said Ramadhani.